E bana, mambo vipi? E, mimi naitwa Abdulrahman na ni mdau wa michezo nchini Tanzania, na leo hii nimekumbuka tukio ambalo lilitokea tarehe tatu Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tatu pale jijini Algiers nchini Algeria, ambapo ulipigwa mtanange pale kati ya mabingwa watetezi waliokuwa wa ligi kuu ya Tanzania bara wakati huo, Young African Sports Club dhidi ya USM Alger, mechi ambayo ilikuwa ni mechi ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF Confederation Cup ambayo ilikuwa ni second leg pale jijini Algiers. E, mechi hiyo naikumbuka kutokana na kwanza, namna ambavyo ilikuwa ina, ina hisia kubwa na imevuta imevuta hisia za mashabiki wengi wa soka nchini Tanzania. Yanga kwa mara ya kwanza ilikuwa imeingia kwenye fainali ya kombe la CAF Confederation na ilikuwa ikitazamiwa kwamba wana nafasi ya kuchukua ubingwa kwa mara ya kwanza na kuleta heshima kubwa nyumbani Tanzania. Sasa mechi ile ilienda katika namna ambayo haikuaridhisha watu wengi kutokana na changamoto zilizojitokeza pale jijini Algiers ambazo zilipelekea Yanga kupoteza mchezo ule. E, inakutunakumbuka kwamba Yanga alienda kwenye mechi ile akiwa na yuko nyuma kwa goli moja baada ya kipigo cha goli mbili moja hapa kwa Mkapa na ilipasa apate goli zaidi ya moja pale jijini Algiers ili aweze kuibuka mshindi kwenye mtanange ule. Kwa bahati mbaya Yanga hakufanikiwa kupata goli zaidi ya mbili kwa sababu lilipatikana goli moja ambalo alifunga Juma Shabani kwa njia ya penalty katika kipindi cha kwanza na kwa bahati mbaya walijitahidi sana kupata goli lakini hawakuweza kupata. Na mwisho wa siku USM Alger ilitangazwa mshindi kwenye mechi ile Ushindi wa USM Alja ulileta uli, uli hisia kali sana za masikitiko kwa mashabiki wa Yanga kutokana na kile ambacho wengi waliamini, sheria ambazo zimepitwa na wakati za soka letu hapa Afrika zilipelekea Yanga kuto kuibuka mshindi kwenye mechi ile. Tutaangalia, USM Alja alipewa ushindi kutokana na goal difference na goli la ugenini pia ambalo alilipata hapa dar es Salaam kitu ambacho kwa mataifa ya Ulaya au kwa ligi za, za, za, za Ulaya na kwingineko duniani ni jambo ambalo halifanyiwi kazi. Yani, system ya mpira kule haiko hivyo, na pengine wange, Yanga wangepata nafasi ya kwenda kwenye, mat, kwenye matuta au wakaenda kwenye dakika thelathini za nyongeza, lakini haikuwa hivyo. Afrika tuna sheria yetu ya goli la ugenini ambayo inampendelea timu ambayo itashinda goli nyingi zaidi kwenye uwanja wa ugenini. Sasa hiyo ni katika mambo ambayo yaliibua hisia za, za, za masikitiko kwa washabiki wa soka nchini Tanzania, na wengi waliamini kwamba Yanga hakufanyiwa jambo ambalo anastahili kwa sababu ni kama vile timu ya USM Alger ilikuwa imependelewa hivi e, kwa kupewa ushindi kutokana na goli la ugenini peke yake. Licha ya kwamba toto ilikuwa ni mbili mbili, lakini wao walipata advantage ya gol la ugenini na kutangazwa bingwa wa mashindano yale. Hilo ndio tukio linalolikumbuka kwa siku hii ya leo.